Yeah, niwaimbie ni nini, tibia, tibia, nimesha maliza. Eh bwana, mi niko ana tamani kufika Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio hiyo, niko kwenye mstari. Ah, tuondoke. Dar es Salaam ndio hiyo, nimeshafika na nimeshazoea zoea unyama kama wote ah. E, bata kama zote na kura. Mbrazo unanikatiza niache nikae kwenye biti. Ah, wewe pale sio kijijini ni mjini, sema tu sio mjini professional. Wewe Geita ni kijijini hey, watu mnatoka huku mnaenda kule mnasema kijijini, pale sio kijijini, sema najisikia vizuri kwa sababu huku ndio kila mtu hata aliyeko kule anatamani kufika huku. Mm, wenzio walikuwa nasikia tu kwenye TV sijui Sinza sijui Tabata sijui wapi, kama mi nasikia ndugu zangu, sio tu. Nashukuru Mwenyezi Mungu, dadangu Mama Chanja amenisaidia huko, mi natamani kufika Dar es Salaam, namshukuru Mungu dadangu. Uh, watu lakini wengine sio wengi sana, kuja ulivyosema, wengi sio wengi sana watu wote walioko huko wanatamani kuja daa eh. <laughs> Mm. Ha, mm. ah, ni Mungu tu bana, ya gorogonyoa mambo mpaka yanaungana ungana hivyo, sio mimi, ni Mungu mimi. Gisema nikuelezea hapa takawa miaka buku, mimi sitashindwa wewe kukuelezea mimi yeah, ah, mwenzenu nilipanda zangu live, nilikuwa nimeshiba zangu ugali na mahindi, kamkuta Mama Chanja huko live. Mimi sikuwa najua kama anaweza kunipandisha. Mm. Nikakaa tu pale live nikashtukia tu amenipandisha, cha kwanza nikachanganyikiwa kunipandisha, basi hivyo tu mimi. Ni maana mimi nikifurahi tu mimi nimejifurahisha yani Nilifurahi sana yani, hiyo siku ni faida, kufurahi kwangu alipenda. Mm, alivyopenda ndo kama hivyo. Alikuwa na mnada wake Kahama, kabidi mimi nimfuate huko Kahama nikamuone hata, lakini sababu kwa sababu tulikuwa tuna hata mawasiliano kufika Kahama, ndio hivyo, sikufanikiwa kuonana naye. Okay, mimi kitu ambacho nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwako, ulishawahi kuwaza labda kuna siku utakuja kuwa maarufu? Mm, kuwaza kama nitakuja, kwani nishakuwa. Au unaonaje kwa upande wako? Aa, kwa upande wangu Ah, kufika da tu ni ustaa tosha. Ulishawahi kuplani kwamba ipo siku utafika da? Kufika da? Ah, kwa mpango ya Mungu nilikuwa nadhani sio kutegemea. Nilikuwa nadhani yani kama kufika asilimia kumi nilikuwa nazo asilimia tisini kwanza mfukoni. Okay. Kwa hiyo mimi nilikuwa siamini kama naweza nikafika da. Ishu nauli ya kufika da yenyewe ningeweza kutafuta nikafika. Kwa hiyo kufika da, nikafika. Da sio ishu. Okay. Ishu ni nikuja kwamba da unakuja kwa nani, kufanya nini, vitu kama hivyo lakini Nafurahi sana kufika Dar es Salaam. Comment eh, watu wanakuwa na comment tofauti. Kuna wanao wanaohisi labda kuna manyanyaso eh, hapa wambia... na pale labda unapata kutoka kwa Mama Chanja labda nyuma ya pazia. Eh, labda hawa watu wao wanafikiria ya wachana. wachawi kabisa eh? Eh, wachawi achana nao wa. mm. mm. Okay. Uh, Remy, umekuja mjini umeacha ndugu zako vijijini uh, umewaacha ndugu zako Geita umesema Geita, si ndio? Uh, tangu umefika na umeanza kuonekana kwenye TV za mitandaoni na nini, Mama Chanja na kuposti, simu zinazokuja nyumbani zinasemaje? Simu zinazokuja nyumbani eh? Ah, simu zinazokuja nyumbani si unaelewa tu hata wewe, ndo kama hivyo, haina hata haja ukuambia simu zinasemaje sasa, eh. Simu zinasemaje, mambo, habari, shwari, ni pera, sina hela, imeisha eh. Eh. lakini bado hujawa na hela au tayari ushajipata pata kidogo ah hela eh? kuna hela na pesa, hela ninayo, pesa sina. Okay. mm. Mama Chanja ni mtu wa aina gani kwa? Mama Chanja ni kama unavyomuona, mtu mwenye roho safi mm. hawapo dunia hii kuwapata ni adimu mm. Mm. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kunikutanisha na mtu kama Mama Chanja mm. okay. mm. Sio rahisi. Una, unamchukulia Mama Chanja kama mm. nani kwa upana? Mama Chanja, kwanza mimi kab, bado mimi mpaka hapa nilipo mimi ni shabiki yake mm. mwanzo mimi nilala nje nililala nje ya hoteli yake ili tu ili tu hata nifanikiwe kumuona tu sura yake. Sikuwa nategemea kwamba pale nalala nje atanirekodi ataniposti pale nje, nimuone nilizike, nirudi zangu Geita, nikapige mawe e, kama hivyo, lakini ah, ni Mungu tu jamani. Hivi mnapokaa pamoja hivi, Mama Chanja akikasirika goga ni mtu ana magani? Maana mara nyingi unakuwa naye karibu sana, huyo h sijawahi kumuona Labda, akifoka labda, pengine, labda mtu amemuuzi labda, comment mbaya za mashabiki, comment mbaya za mashabiki, yeah. Sijai kuona. Mama Chanja ni mtu wa furaha tu muda, okay. Wote labda kama anaumia mimi sijui, lakini mimi sijai okay, kumwona. Huko vijijini bwana, ukija ukawa karibu. Sio vijijini ndugu yangu, ni mjini mjini. Okay, mjini. Huko Geita ulikotokea, okay, uh, baadhi ya watu wengi wana zile itikadi za kwamba ukionekana pamoja na star kama machanja wengine wanaweza kutumia meseji kut utatolewa kafara utafanya nini? Kafara jamani! ni jamani mwenyewe anatafuta, hey, kumtoa kafara afu nitoe kafara yeah. Simu huko. Yeah. Ah. Okay. Wewe ni Mkristo msimo hukoweni Muislamu? Nani? Mm, zniseme tu Mkristo lakini Mkristo fulani hivi, pigo za Waislamu anataka hataki, niko siko <laughs> Okay, okay. Leo eh, rafiki wa dada yako eh, eh, Asma anafungua duka lake hapa, una neno lipi eh, juu yake usiku? Ah, neno la kusema hapo, sio rahisi kufungua duka kama hivyo, kuna wengi wanatamani ila hawawezi. Ni nikuomba tu Mwenyezi Mungu, vikwazo ni vingi vya hapa na pale nini, sunaelewa kuna watu wengine hapa anafungua duka ila hawapendi ndo hivyo wengine wachai washindwe na walegee. Kwa jina la Yesu Mungu azidi kufanya mambo, azidi kunyoka akae kwenye mkao, vitu kama hivyo ni, ni Mungu tu. Yani Mungu azidi kunyosha. Mm, vitu vikae kwenye. Mimi nilikuwa nataka kufahamu kwamba plani zako sasa kwa ustaa ulionao na umaarufu ulionao umepanga kuishije sasa hapo mbeleni, utakuwa ni mtu wa maisha namna gani? Plani zangu si kula na kulala. Sasa kingine wapi? Mtu ana plani nini? Kula na kulala ndo vitu vya muhimu. Kuna kingine Laba magari makali, labda mbeleni gari kali za nini jamani? Mi kuendesha kwenyewe sijui gari. Umesha kifari wewe? Eh? Utaki kufari kabisa. Mungu akinipa kifari nachukua. Yeah. Kama hajanipa na shida nayo yani. Okay. Okay. Yes, ah uh, nashida nayoyanmi nataka nikuuliza swali moja, wote tumetoka huko kijini au mikoani, si ndio hivyo? Kitu gani cha kwanza ambacho uliku kipindi uko kwenye gari unakuja da ulikuwa unakifikiria kwamba Yani, dai koje, unajua ah, jamani mniache, yani hapa nimekula mabata mengi, yani mimi mwenzenu nilikuwa jua ngani na elea mshekuelea jamani, yeah. <tus> Najua hapa kuna mtu ajaye kupanda ndege uongo. Unaona? Alafu yes. Mama leo hii kuna mtu aje aseme Mama Chanja oh, nini anakunyanyasa wapi? Ni kati ya ndege, ni kati ya kitu ambacho kilikufurahisha sana siku hiyo. Eh, kama mwanzo hata kuiona mimi kwa sijawahi. Kuiona hii hapa kwa kiona ile kule juu na yanga. Sasa hivi mimi naona wanapita juu na wacheka pumbavu, mimi sijawahi kupanda vitu kama hivyo. Sana. Mm hivo -hmm. Uh, lakini kwa ada nini kilichokushangaza? Kitu gani ulikuwa alafu nakifikiria ulivyokuja huko kikakushangaza zaidi baada ya kufika? kitu kilichowekana nishangaza mm, baada ya kufika ah. Kilichokushangaza maana huko mna joto nyingi sana mnani huko. Mm -hmm. Ni joto tu basi kwa uzima na kule huko, kama ni maisha kote yako sema huko si ndo makao makuu kwa Mama Chanja? Mm. kuna joto au ni s Alafu una nitafuta matatizo sasa, mimi nitajue jiipaka si, hivi sijui kutofautisha feni na AC hey. nimeanza kujua jua hivi sio unavyoniuliza hivyo, hey. we nimekuambia Dar es Salaam yote ina hey. joto alafu leo hi unaniuliza kwamba kuna joto nini, sasa unanimaanishia nini, Asuna, nini? Hey. Eh? ule mtaa una joto, akiwasha feni Akiwasha feni ni baridi, akizima ni joto Yeah. Kitu kamsina niuza swali snaijua da au, mimi ndo nimefika da ya joto, labda kuna da ya baridi ndugu <laughs> yangu, samahani, lakini yeah, yeah. kama nimekuuli nini. Okay, eh leo hii mtu ambaye atakuonge atamuongelea Mama Chanja neno baya mbele yako, nini ambacho unaweza kumfanya asiongee? ah, chochote kulingana na nawamekoseana naje. Sasa kama Mama Chanja amemkosea afu amemwambia mimi siongee <m -mani> Ee, kulingana maswali mengi nitafutia matatizo tu hapa. <muze> Ni, ni msanii yupi ambaye ulikuwa unampenda mpenda ukiwepo mkoani na unatamani kumuona baada ya kufika weda? Si Mama Chanja Mama Chanja, wasanii wa kuimba, wasanii wa kuimba, mimi mwenyewe mwenyewe msanii, mnipeni kidogo kidogo niwaimbie. Nini tuimbie? Nimeshamaliza sasa. Ya ya kwa kwa heshima heshima kabisa, eh bwana, mimi niko natamani kufika Dar dar es es Salaam salaam ndio Niko kwenye mstari. Wewe ah, tuondoke Dar es Salaam ndio hiyo? Nimeshafika na nimeshazoea. Unyama kama wote. Eh, ah, e, bata kama zote Brazo, unanikatiza, niache nikae kwenye biti. Kwenye moja na mbili eh, hata kwenye tatu na nne. Remy, mimi ni kuache bwana ukaenjoy. Tunashukuru kwa time yako. Asante sana.